Nikakuta dagaa wachache, dagaa wote wa hawapo, wamebeba kunguru wanadonoa hao vibaya. Sasa hapo la zaidi, sijui nyinyi mtatusaidiaje juu ya kunguru hao ili tufanikiwe malengo yetu. Changamoto za kunguru, kianika dagaa wanakula dagaa, wanakula dagaa. Ukisema wanike hata kama ingekuwa samaki kama wadogo wadogo wanaliwa. Ukisema wanike dagaa yani ndio ukali hapo sasa, ukalebeba inakuwa hautaweza, sababu si unataka kunda miradi mingine Una maana ukitoka tu wanadonoa mpaka kichwani. Huko naosha kwenye beseni ah, na m ak... eh, ah, ana anatusumbua vibaya sana. Kila siku wanazidi kuzaliana, kwa hiyo unaweza kueka samaki kama hivi akachukua samaki kama huyu hapa. Kwa hiyo kweli hata mwanamama pia itakuwa mipahasa i asilimia fulani Unaona, kwanza wakiandika kule dagaa, kunguru wanakuja kuchukua dagaa. Unaona, kwa hiyo yani imekuwa ni mtihani sana. Kunguru wamekuwa wengi sana, kuna asilimia fulani kidogo, tunatetereka kidogo wafanyabiashara kuhusu mambo ya dagaa au samaki. Pia nachoma mimi kunguru hawa, kama ingezekana, tungefanya ratiba yani wakapungua, maana ah, wamekuwa wame kero kila siku. Kila siku zinapoenda wanazidi kuzaliana kila siku na wanapozaliana kila siku ndio naita hasa, hapa Feri tunaona kwamba inaweza ikafanikiwa au isifanikiwe, inategemea na jinsi watu walivyopokea na watavyobuni mbinu mbalimbali, maana kitu chochote kikitangazwa fedha ubunifu unaongezeka. Kwa hiyo tunaamini inawezekana likafanikiwa kwa sababu watu watataka pesa. Nafanya shughuli za kutengeneza tengeneza samaki kwa kina mama na kina baba, hasa hasa kunguru na wao kwao wanatusumbua kwa wana sababu wa ukitengeneza samaki, ukiacha tu hapa, ukijizuka tu basi anapita anadokoa na kuondoka nao. Aidha unakwenda kuchota maji kule bondeni, basi wao wanakuja kushambulia hapa. Sio mmoja, sio wawili, wanakuja kundi tu Akija mmoja, basi wanakuja mpaka kumi na moja. Kwa hiyo mpaakujik naweza ukakuta vip, samaki vipande kama vitatu, vimeshaharibiwa au vinne vimeshateketezwa na kunguru, kunguru. Kwa hiyo kunguru tunashindwa namna ya kuwadhibiti, wa samaki wa aina saizi ndogo ndogo tu hivi ila vipande vipande, kipande hata kikawa kikubwa wanakuja kushambulia, wanaweza ukakaa bae pale wanashambulia Jumapili ile uh, hatukuwa na, na, na, na, na taarifa yoyote ya kukamatwa kwa kunguru lakini ile Jumamosi, lakini siku ya Jumapili tulipata taarifa ya kukamatwa kwa kunguru tisa na walioleta uh, walilipwa, na tumejipanga kutekeleza kile ambacho tumeki tumekiahidi kwenye tangazo, kwa sababu operesheni kama hii iliwahi kufanyika kipindi cha nyuma, lakini haikufanyika katika ukubwa huu au haikufanyika katika mawanda haya ambayo tunayafanya sasa. Sasa ili operation iwe nzuri, lazima mwananchi aloambiwa akikamata kunguru mmoja atapata shilingi elfu mbili na kweli we, we, serikali ya mtaa iliyoko pale ikathibitisha kwamba walikuwa wako hapa wanawinda kunguru na wamewapata. Mnapowapa ile fedha, basi mnafanya zoezi kuwa endelevu na zoezi kuwa serious. Lakini pia ni wakumbushe, kuna watu wa haki za wanyama e, hatuko kwa ajili ya kwenda kinyume na haki za wanyama. Haki za wanyama zinazingatiwa pale pale, pale wadudu, e, au wadudu au viumbe kama ndege lakini uh, tunaangalia namna nzuri ya kupunguza kadhia au kero ambayo tunakumbana nayo saizi kwenye mitaa yetu.